Mwanzoni mwa karne ya kumi na tisa, katika mji wa pwani ulikuwa na shughuli nyingi wa Mombasa, walikuwa na kijiji kidogo cha uvuvi kilichoitwa Makuti. Kijiji cha Makuti kilizungukwa na fukwe nzuri pamoja na mapori ya mikoko, mawe makubwa na mapango. Wakazi wa kijiji hicho waliishi maisha rahisi, wakivua wa samaki katika maji yenye utajiri mkubwa ya bahari ya Hindi na kufanya biashara kama vile samaki, viungo na nazi kwenye gati zilizochangamka. Lakini kulikuwa na mahali baharini, palikuwa mbali kidogo na Makuti, kwenye pwani iliyoitwa Makombe, ambapo hata wavuvi jasiri zaidi walipaogopa na walikataa kutupa nyavu zao. Wazee walizungumza kwa sauti za chini kuhusu jini la Makombe, jini mwenye nguvu na mwenye hasira alikuwa mtawala wa maji karibu na mapango yaliyojificha. Walionya kwamba usiku wa manane, kutoka kwenye kina cha bahari, sauti ajabu usikika. Kutisha, ya ajabu husikika nyimbo za kutisha za lugha isiyofahamika na minong'ono isiyoweza kueleweka na binadamu. Wengi waliamini kuwa jini huyo ambaye alikuwa akijigeuza kuwa mawimbi na ukungu, alikuwa mmiliki wa mapango hayo kama eneo lake takatifu. Wale waliothubutu kufika karibu na mapango bila heshima wala ruhusa walisemekana kutoweka na kumezwa na bahari. Hadithi hii huenda ingesaulika na kubaki kama hekaya za kusadikika tu, kama siku ya kijana mmoja aliyeitwa Hamisi. Hamisi alirudi Makuti baada ya kusoma katika shule za kikoloni za Waingereza mjini Mombasa akiwa na fahari na weledi, Hamisi alizipuuzia hadithi za wakazi wa kijiji kama ushirikina wa enzi zilizopita. Kwake bahari haikuwa kitu cha kuhofiwa, bali eneo kubwa la utafiti na kufurahia. Jioni moja, Hamisi aliwashawishi marafiki zake watatu kuongozana naye katika safari ya uvuvi ya kishujaa karibu na mapango yaliyokatazwa. Wakiwa na ujasiri na nyavu madhubuti walivuta jahazi lao na kusafiri kimya kimya kwenye maji yaliyotulia. Walipokaribia miamba, ukungu mzito ulianza kupanda, wa ajabu na wa baridi, ukazunguka jahazi lao kama blanketi la ajabu. Hewa ilianza kuwa nzito na bahari ilikuwa awali na ikaeka kama vile na uhai, ghafla ikawa tulivu na isiyo na pumzi. Walipokuwa tayari kutupa nyavu mwanga hafifu wa bluu ulianza kung'aa chini ya maji, ukidunda kama mapigo ya moyo. Kisha sauti ya kutisha ya kukaruza ikasikika kutoka kwenye ukungu: hapa si kwenu, mmekuja bila ruhusa wala utaratibu. Wakiwa na hofu kuu, Hamisi na marafiki zake walihisi jazi lao likitikiswa kwa nguvu, kana kwamba limeshikiliwa na mikono isiyoonekana. Walijaribu kurudi nyuma ili waondoke, lakini wakajikuta wamenaswa na kuta za maji yanayozunguka kwa kasi. Hofu ikawatawala na miili yao ikapigwa ganzi. Rafiki mmoja alianza kulia. Kutoka katika ukungu alitokea kiumbe mkubwa, alijifunika kwa mwani wa baharini, macho yake yaking'aa kama makaa ya moto na sauti yake ikitikisa mifupa, akasema, ondokeni na msirudi tena la sivyo mtamezwa na bahari hii milele. Kwa hofu kuu, Hamisi na wenzie waliomba msamaha kwa sauti za kutetemeka, huku wakilia machozi. Polepole ukungu ukaanza kupungua, bahari ikatulia, na msukumo wa mwisho kabisa usioonekana ukasukuma jahazi lao, na jahazi likatupwa kwenye ufukwe wa mchanga katika kijiji cha Makuti. Hamisi na marafiki zake walinusurika, lakini walibadilika. Hawakuwa kama walivyokuwa mwanzo. Hamisi ambaye awali alikuwa jasiri, sasa hakuweza kuzungumza tena kuhusu bahari. Mara nyingi aliota ndoto za kutisha za majinamizi, akaamka akitokwa jasho na akiwa na hofu. Hadi leo, wavuvi wa Makuti waonya wageni wakisema, bahari hii ina masikio na macho, usipoheshimu utastahulika chini ya mawimbi. Asanteni sana kwa kuangalia na kusikiliza hadithi hii. Je, umejifunza nini leo? Naje, ushawahi kusikia tukio lolote kama hili? Kama utapenda kuendelea kuangalia na kusikiliza masumulizi kama haya, usisahau ku comment subscribe katika channel hii. Pia usisahau kushea na wenzio, ili wote tuburudike na hadithi hizi za Kiswahili. Hadi tutapokutana tena wakati mwingine, kwa herini.